Turudi kaunti nambari 40 ambapo washikadau mbalimbali mbali wanazidi kujitokeza ili kukabiliana na tatizo sugu la funza ambalo limetajwa kuwa changamoto katika maeneo ya Magharibi mwa nchi. Wazazi wametakiwa kuwa makini na kuzingatia usafi kwa wanawao ili kupunguza kero hilo. ni kauli ambayo imeibuka wakati wa hafla ya kuwatibu zaidi ya wanafunzi themanini katika shule ya msingi ya Ukisimo iliyoko kwenye eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, ambao wameathirika pakubwa na tatizo la funza. Walioathirika wakilazimika kusitisha masomo yao kwa muda ili kupata matibabu haya ya bure. Wengi wa wanafunzi hawa wanatoka katika familia zisizojiweza huku wito ukitolewa kwa viongozi kukabili swala hilo la umasikini ambalo ndilo chanzo kikuu. Naelewa kwamba swala hili la vimelea uh, ni changamoto kubwa sana katika shughuli za masomo. Utapata kwamba wanafunzi wengi wanakosa shule, wengine huwa wanaibika jinsi ambavyo wan wanatembea, na vilevile inawafanya wasiweze kutulia darasani. Na pia nashukuru shirika sana kutupunguzia sisi hizi dudu. Hizi dudu imetusumbua sana hata kuna zile hizi dudu huwa zinapenda mahali kuna vumbi sana, kos kabisa ni vumbi, hata ukuta wa bome chini wa bome tutamaliza. Kulingana na mwanzilishi wa wakfu wa Ngashira Kea Bonifas Ngashira ambaye alifanikisha shughuli hiyo, asilimia kubwa ya wakazi wa Magharibi hasa wanafunzi wanakabiliwa na tatizo la funza hali ambayo anasema kuwa inachangiwa pakubwa na umasikini pamoja na mazingira chafu. E, kwa wale wanafunzi ambao tumejaribu kuwapea matibabu dhidi ya funza, himizo langu ni kuwahimiza wazazi wao kwamba watilie mkazo swala la usafi. E, swala la usafi ni jambo la maana sana. Tukiwa na tunashughulikia mambo na usafi, hili swala la funza tutaangamiza. Mambo na nguo pia unaosha nguo zako hilo swala litatusaidia pale shuleni pia. E, walimu pia tuhakikishe kwamba tuna tunahimiza watoto wetu mambo na usafi. Ngashira amesisitiza haja ya kuwepo na njia mwafaka ya kukabili umasikini na kuhamasisha jamii jinsi ya kudumisha mazingira safi kama mojawapo ya njia za kutatua swala la funza. Leo tumepata wanafunzi zaidi ya 80 ambao wameathirika sana na hili swala la jigas nimekuwa mstari wa mbele hapa Western kupambana na hili swala la jigas. Nimekuwa pale Kakamega sofa, tumehakikisha kwamba rate ya jigas imerudi chini. Bungoma nimekuwa huko pia, nimefight hili swala la jigas na pia rate ya jigas imeshuka chini, so nimeamulia Busia na hii ndio shule ya kwanza ambayo nimeanza nayo. Maafisa wa afya nyanjani katika eneo la ukisimo wamesikitika kuwa janga la funza hutatiza jamii mbali na kuadhiri elimu, huku wakielezea umuhimu wa matibabu ya mara kwa mara vilevile kuelekezwa katika maboma ili kuangamiza wadudu hao kikamilifu. Mzazi ana ile taimu ya kutafuta chakula na ile taimu ya kuja ku, kuangalia usafi wa watoto. Mazingira ya nyumbani labda ni machafu sana, wazazi hawana hiyo taimu wa, wa kuboma nyumba na ni jukumu yetu kama wana kijiji na wanaafya tuwatembelee tunawafunza. Changamoto kubwa sana kwa sisi hapa ni umasikini, kwa sababu kuna watu wengi bado uchumi au iko chini zaidi. So unapata mtu anang'ang'ana kutafuta chakula kwa muda mrefu, hata mpaka anajisahau mtoto afya yake inaendaje. Na pia wasasi wengi tunaomba kama wao wako mahali penye wako wajaribu pia kuangalia familia mbali. Na matibabu hayo, wanafunzi wamenufaika na misaada mingine ikiwemo vyakula, sodo, kalamu na vitabu. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.